Mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam leo imeanza kusikiliza ushahidi katika kesi inayomkabili kiongozi wa kanisa la Ufufuo na Uzima Mchungaji Josephat Gwajima katika shitaka la kukutwa na risasi kumi na saba za bunduki aina ya shotgun na bastola moja ikiwa na risasi tatu na kushindwa kutunza katika mazingira salama. Hamisi Suleimani anaarifu zaidi. Mbele ya hakimu mkazi Cyprian Mkeha, mashahidi hao ambao ni maafisa wa jeshi la polisi walielezea mahakama kuwa bwana Gwajima ambaye anamiliki silaha hizo kihalali alishindwa kuhifadhi katika eneo salama na kukutwa zikiwa kwa watu ambao sio wamiliki halali. Hata hivyo kesi hiyo iliyoahirishwa mpaka Oktoba 6 mwaka huu, ambapo leo shahidi mmoja tu aliweza kutoa ushahidi. Wakati huo huo, viongozi wa kundi la Uamsho likiongozwa na Sheikh Farid Hadi na wenzake 27 Leo wamepandishwa kizimbani katika mahakama ya Kisutu wakikabiliwa na kesi ya ugaidi. Katika mahakama hiyo ya Kisutu, ulinzi mkali uliimarishwa hususan kwa wanaingia na kutoka eneo hilo la mahakama, ambapo pia imeahirishwa mpaka Oktoba 24 mwaka huu. Hata hivyo kesi hiyo ya mashtaka ya tuhuma za ugaidi imekuwa ikiendeshwa kwa siri na kuzuia watu wote pamoja na waandishi wa habari kufuatilia mwenendo wa kesi hiyo. Hamis Suleman, Channel 10, Dar es Salaam.